Reli eh, ni msingi mahususi unaounganisha eh, na kuleta umoja na mtangamano eh, sisi eh, tuwashukuru kwa dhati na tunawaahidi kuendelea kutoa huduma bora eh, ya kisasa na yenye kukidhi matarajio ya, ya wateja wetu. Napenda kuwashukuru Watanzania wote kuchagua kuendelea kusafiri nasi pia napenda kuwahakikishia kuwa safari zenu zitakuwa katika usalama pia. Zetu, zita kwa nzuri, kwa na, pia nahakikishia kuwa huduma zetu zitaendelea kuwa nzuri kuwaridhisha na kuwafurahisha. Niko hapa kuhakikisha mteja unapata tiketi ya karatasi kwa wakati na kwa ufanisi zaidi. Ofisi hii inahusika na, na kuhifadhi mizigo ambayo imepotea ambao wateja wameacha kwenye treni na maeneo mbalimbali ya stesheni yetu. Kwa hiyo karibuni sana na tunatarajia kuendelea kuwahudumia kwa uaminifu zaidi na kuhifadhi vitu vilivyopotea kama hivi mnavyoviona. Napenda kuchukua nafasi hii kuhakikishia ndugu abiria kusafiri nasi ni salama zaidi na haraka zaidi. Tuwashukuru sana sana, na sisi TRC tuko tayari kuwahudumia.